Bastuni. Bastuni. Mo, mo. Nam mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai online TV, karibu kwenye kipindi cha masoni mo. Na leo niko hapa, e, Ksali, Ksali. E, eh? yeah. <laughs> na mgeni wangu hapa mkali wa singeli anaitwaga Ksali tena, mambo vipi kaka bwana? Mambo yako fresh kabisa, uko poa? Niko poa kabisa kuelekea tarehe ishirini. Eh, yake kuna kitu fulani ambacho kinakuja kutokea najua na. Yeah. Kine, na watu wengi wanajiuliza kwamba mbona mkoa mzima umekuwa na shamla shamla nyingi, kwamba tarehe ishirini kuna nini? mm. na wengine hawanifahamu wanasikia tu jina. Yeah. Okay. ya kwanza leo wananiona, yeah. kwenye online, yeah. Ropai TV hapa, yeah. kikubwa ni kwamba mimi kama K Sali tena ni mwanamuziki wa singeli na bongo feva, nimeandaa mm. show ya kufunga mwaka mm. Aa, nafunga mwaka kibabe, kibabe. Aa, lakini pia ninapofunga mwaka natambulisha nyimbo zangu mpya ambazo nitaanza nazo mm. elfu mbili na ishirini na sita mm. kwa sababu tarehe ishirini tutakuwa tumebakiza siku kumi tu kufunga mwaka si ndio? mm. kwa sababu tuna show ya kufunga mwaka, mwaka. Na kutambulisha nyimbo mpya ambazo naanza nazo elfu mbili na Ishirini na sita, ndio maana kwamba vibe imekuwa ni kubwa sana. Kila mwenye nataka kujua. Kisa mm. unafungaje mwaka, na anatambulisha mm. na nyimbo gani ambazo za kwa nazo elfu mbili na ishirini na sita. Mm, yeah. Na siku hiyo, kuna surprise ambayo mbao unasikia umeiandaa. Surprise moja la kibabe. Nasikia kuna yeah. wasanii kadhaa kaza, kadhaa ambao watasupporti show. Unaweza kwa publish na wenyewe, mtu akajua kwamba ni msanii gani, msanii gani na mbao. Uh, wasanii ni wengi mm -hmm. Ni wengi yani, kisema nianze kuwataja majina hapa, tunakesha mpaka asubuhi. Kikubwa tu kwamba wasanii wenzangu wote wa mkoa wa Kilimanjaro mm -hmm. Wameahidi kuja kunisapoti na kutoa burudani kwa, kwa watu wote ambao watakuwa wamefika eneo la tukio mm -hmm. Kwa sababu uzuri ukumbi huko mjini kabisa mm -hmm. Na yani, kusema kwa kwamba ukifika Kilimanjaro Moshi mm -hmm.

gani na zile show zingine ambazo zimeshapita? Yaani, umeichukuliaje uzito wake, ni show kiukweli. Kwanza mi hii naweza nikasema kwamba nimefanya show nyingi mm, lakini kwangu mimi naona kama hii ni show ya kwanza mm, ya kufunga mwaka mm, kwa sababu kwanza toka nimeitangaza show mm, yaani naona kabisa mapokeo yalivyokuwa makubwa. Ndio maana nasema kwamba naona kama ni shoo yangu ya kwanza kuitangaza, kwasababu ni shoo kubwa sana, kwasababu ni shoo ya kufunga mwaka. Na wasanii wenzangu wamepokea kwa ukubwa, mashabiki wamepokea kwa ukubwa, viongozi wamepokea shoo kwa ukubwa, ku naona kabisa ni shoo yangu ambayo inabidi mimi nifanye kitu cha tofauti ambacho kitanikaribisha mwaka elfu mbili na ishiri <laughs> <laughs> na, na sita chuma ndo inaenda kutukaribisha shirini na 6 na kuna watu walisema kwamba elfubili na ishir ta ni mwaka wetu nafiri wamalizi tu mwaka wao mana <laughs> <laughs> elfu mbili na ishirina <laughs> sita nimwaka wangu Kesari. Uh, kumekuwa na maneno mengi sana uh, ambayo wanayasema watu. Kuna wengine yeah. wanasema kwamba Kesari ndo mkali zaidi hsusani wasanii ambao wasingeli kaskazini nzima, na wengine wanakuchukulia wana nakupeleka wana mbali zaidi, kwamba pia ndio mwakilishi wwasingeli wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, hususan kaskazini kwamba wee ndi mwakilishi, lakini kuna wasanii pia wanalalamika kwamba huyu huujamaa anafitina sana, n hana mchango mzuri kwa wasanii wenzake. oalizuge kujibu na sl lakwanza Watu wanasema kwamba mimi ni ni mkali sana kweli. Mimi ni mkali na wamesema kwamba ni mkali kwenye singeli, sio singeli tu, mi ni mkali pia kwenye bongo feva. Ni kwamba hawajapata nafasi ya kunisikiliza engo ya bongo feva ni vipi na, na survive, lakini wameniona kwenye singeli na maana wakaniambia mi ni mkali. Kwa hiyo lakini pia wamesema mi ni mkali wa singeli kaskazini, hawajakosea kwa sababu kwa kaskazini Hakuna mtu ambaye anaweza kanifunika mimi stage yoyote. Mm. Hengo yoyote ile kwenye kuimba singeli hayupo. Mm. Mimi naweza nikasema kwamba ni namba moja mm. ni upande wa singeli kwa, kwa kaskazini. Singeli ya tunaporesha vizuri bendera. Vizuri kabisa na kama watataka ushuhuda waje tumo Olio au sababu kuna wasanii wa singeli wa kaskazini watakuwepo mm. afu watapanda na mimi nitapanda watapata majibu. Mm. Kwa haina haja hata mimi uta majibu wenyewe kutoka kwa majuku. Na hilo swala kwamba hautoi support kwa wasanii kwamba toi support kabisa kwa wasanii mbaya unakamata sijajua, wanahitaji wa, support gani. Ningempata msanii mmoja akasema kwamba atoi support ya aina hii, labda ningekuwa na majibu, lakini sasa anavyosema kwamba siwapi support, support aina gani? Mimi mwenyewe nipo kwenye level zao ambazo mimi mwenyewe nahas nitamani mm. kufika sehemu fulani, mi mwenyewe nahitaji sapoti yao mm. Sasa mimi ni sapoti gani ambao nitawanyima wao. Kwa hiyo kiufupi unaambiwa tu wafanye kazi <laughs> <laughs> awache kulalamika. Yani, kikubwa nasema kwamba kama, kama sisi wasanii tujitume tuheshimu kila mtu, lakini pia tujue kwamba mziki ni biashara kwa kama kufanya mziki kama biashara basi ujitume, andika nyimbo kali mm. Pambana, mm. wote watakuona na watu support. Kuna, mm. kuna, kuna clip inasambaa, nikasema nikipata bahati ya kukutana nawe Kesari, nitazungumzia ile jambo kidogo. Yes, hiyo uh, clip kuna watu walikuwa wanajirekodi. Yes, wanajirekodi wanasema, Kesari ni mchawi, Kesari ni nini. Yes, eh, ile kwa, kwa inakuletea changamoto, unapata changamoto gani ukiona watu inaonyesha kwamba mapambano yangu mimi yamekuwa ni ni sumu kwa watu wengine, na siku zote mtu ambaye anakaribia kufa lazima atapetapa, eh, lazima ahangaike. Kwa hiyo wale waliokuwa wanasema hey, Kesali mchawi sijui nini na nini analoga ni wanataka wanahangaika wanatafuta pakufia. Kwa hiyo hmm. E, najua wamehangaika watu wengi wameshindwa pakufia wamerudi wenyewe tunasapoti wana support game, tunaendelea mbele ya safari na nimewasamehe, na mimi sijawai kwa mkunjia mtu mm. Wewe ukinikunjia nikunjie, yeah. Ila mimi siku kunjia nakupa, na ukija nakupa perform <laughs> yani wewe jo yeah. Tushindane kwenye stage, tushindane yeah. Studio, yeah. Yeah. Kwa hiyo tarehe ishirini kenda mbaya mbovu bwana e, tarehe ishirini mimi nisiwe tu kwanza mm. Show imesheheni wasanii wengi yeah wa nyumbani na nje ya nyumbani na surprise nyingi ambazo kuna picha sio kuzisema bwana. Nikizisema sio la kwaje, utamaliza ni nyingi au utamaliza, e, utamaliza, utamaliza kipindi chote eh bwana yani e, nikikwaje ya surprise ni kianza kwenye viongozi madiwani, madiwani wa jimbo la Moshi mjini wanaongozwa na mheshimiwa Ibrahim Muhammad Shari aka Ibrahim, hmm. kaka wa jimbo hmm. <laughs> <laughs> madiwani Hmm. Wote wamesema K Sali tutakuja kukusapoti. Okay. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na ugeni wa madiwani wote wa jimbo la Moshi, lakini pia tuna ma DC hmm. wa kutoka wilaya mbalimbali kutoka ndani ya mkoa, na watakuja, maana kuna picha pia niliona na DC ukiwa, yeah. umepiga na DC ile inasambaa ah, sana ndiyo hmm. na DC ametusapoti kwa ukubwa sana ya kwa sana mm. Lakini kama vile mheshimiwa mbunge mm. wa jimbo la Moshi mjini kanisapoti mziki mm. ambao utafungwa mle ukumbini mm. kwa gharama zake okay. kasapoti gala la matangazo mm. inapita siku tatu mm. kutangaza kwa gharama mm. zake zake, katoa mchango wa hela yake yeye kama yeye kwa gharama Zaki, Zaki. Sasa mimi na na nashindwa kusema kwa sababu naona mheshimiwa mbunge mm. vile ahadi zake zinazotimia alizokuwa anazisema akiwa kwenye kampeni. Tunapoendelea kuzungumzia ku, ku, swala zima kabisa kubwa ambalo tumekusikia, umekusikia nadhani pia wafuatiliaji wa Ropai pale amekusikia, lakini nataka kujua show itaanza saa ngapi siku hiyo tarehe 20 pale mulio show rasmi wageniwaaakja kuanzia saa kumi na moja jioni, saa kumi na moja, saa kumi na mbili, saa moja shughuli inaanza. Kwa hiyo naomba nitangaze rasmi, kuna tiketi ambazo zimenunuliwa na viongozi. Mheshimiwa diwani wa Kata ya Pasua anaitwa Bale, kawanunulia tiketi watu thelathini. mm -hmm. wa kwanza kuanzia saa kumi na mbili mpaka saa moja kamili. Kwa hiyo ukifika kwanza saa kumi na mbili mpaka saa moja kamili, hutolipa kiingilio zitakuwa, mm, ni tiketi za mheshimiwa Bari mm. Lakini mheshimiwa mbunge wajimbo jimbo la Moshi mjini kipenzi cha mm, watu kaka wa jimbo kanunulia tiketi watu mia mbili mia mm, mbili, mia mbili kuanzia saa moja kamili mpaka saa mbili hautotoa kiingilio hmm. Yeah. Ukifika saa tatu kamili Inabidi uwe na tiketi ambayo ushailipia au ulipe kiingilio pale mlangoni uweze kuingia. Mm. Ah, hiyo um. ni habari nzuri sana. Hiyo ndio habari. <laughs> Wewe mpaka saizi kama vile kumbi na nyoo umeshaja. Halo, yaani mimi yaani na na nina mm. ni ni mm. tiketi. Zio. Mm. Watu wanataka tiketi nashindwa kuwapa kwa sababu kiukweli vibe imekuwa ni kubwa. Tiketi zime. Au ndio muonekano wa tiketi. Yeah, muonekano wa tiketi. Tiketi zipo well na vibe ni kubwa sana.

Lakini kawaida ni kwamba wale watu wameamua kuja kunisupport. Mm. Kama huyu akilipia elfu tano kawaida. Mm. Ina maana kiingia ndani ndani. Hata upata huduma, ndio kuna tiketi 200 ambazo yeah. amenunua mbunge. Yeah. Hizo za kawaida. Yeah. Na kawaida. VIP. Uh, VIP ni elfu ishirini ambayo unamaanisha nini sasa, inakuwa na inamaanisha kwamba VIP ni elfu ishirini ambayo hiyo elfu ishirini tunazichukua, elfu ishirini zikifika tano, mnakaa kwenye meza moja mm. kwenye hiyo meza kunakuwa kuna sinia chakula okay. cha hiyo hiyo elfu ishirini okay. yeah. Lakini pia kuna elfu hamsini mm. meza maalum mm. ukitoa shilingi elfu hamsini hiyo meza elfu hamsini ni ya watu watano. Meza meza ina combine inakuwa na watu watano, wale mmetoa elfu hamsini mnapewa kisimia. Lakini kabla ya kutengeneza hiyo kisimia, mkishatoa tu elfu hamsini mnapigiwa simu yeah. kwamba mmetoa elfu hamsini meza maalum, mnahitaji kisimia au mnahitaji vinywaji? Vinywaji mnachagua okay. mkihitaji vinywaji mnawekewa vinywaji Ukihitaji okay. chakula, mnataja nyinyi, mtaka chakula gani, mnawekewa nini, chakula chakula. Na watu wa elfu ishirini hivyo hivyo mm. na wenyewe wanaulizwa, wanachagua kile wanachotaka. mm. Kikubwa ni kufanya burudani nzuri ya kufunga mwaka. mm. Lakini pia kubwa zaidi, ninawaomba support mm. kwamba waje wanisupport mimi kama kijana wao. mm. Mimi kijana mzalendo, nimechagua mm. kazi yangu ya sanaa Ndo maisha yangu, kuna napoelekea. Mwishoni mwishoni wa kipindi chetu cha mastori ni mwabu kutokea hapa Ropai Online TV. Wapenzi watazamaji na mfatiliaji wa Ropai Online TV, nipo nako, ni moja tu, kusubscribe, like, share na comment. Ropai Online TV nipo na K Sali tena hapa, ni msanii wa singeli kutokea kaskazini anawakilisha kaskazini na ndo, msanii ambaye alibatishwa kusomeshwa na Mama Samia. Ulisomeshwa hivi, ulipata vipi hiyo nafasi mama? Yeah. <laughs> Yeah. Yeah. mama alikuonaje? Uh, ni ni story ndefu mm. Najua kipindi chenu kina muda mchache lakini nikianza kusimbia, yes. kwa nini kwamba nikapigiwa simu na viongozi kwamba

lakini pia nasikia Kesali ume, ume, ume, ume, uh, aupo Moshi tena auishi Moshi. Sasa sijui hizo ni romance, si tu maneno ya skendo skendo au ni kweli, meambia kwamba baada ya kupata mafanikio ya kimuziki Kesali hayupo Moshi, anaishi Arusha, mwingine anasema anaishi Arusha, mwingine anasema yuko Dar. Sasa hicho kitu kidogo nikasema kwa nafasi hii utanimalizia. Ah, ni mwanamuziki mm ni mwanamuziki ambaye anafanya mziki. Sifanye mziki kwa ajili ya wilaya ya Moshi mm. wala sio kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro mm. nafanya mziki kwa ajili ya Tanzania nzima mm. na dunia nzima hivyo basi mm. nikitajika Kenya nenda kufanya show na ma na maanisha, simanishi, hiyo hiyo ni inajulikana. Lakini mwanzoni, kwa unakaa Moshi, lakini kuna watu wanasema umehama Moshi na kipindi na kupigia simu kukupata uliniambia, maki, nilikupigia simu ilikuwa ni Jumamosi, ukaniambia Juma nne ndio utakuwa na nafasi siku hii ya leo. Kwayo, kwa hiyo nikataka kujua kwamba je, ni kweli umehama? Hapana, upo? Mimi sijahama Moshi. Upo Moshi? mimi nyumbani naishi Moshi. Okay. Naishi Moshi, lakini mimi nipo harakati zangu na ndio maana sitembei. Mimi ukiona nimetoka ni kama hivi nimeitwa nimekuja kwenye interview na show. Hivyo. Ndio maana watu hawanioni public. Tofauti na watu wengine wanatoka kwenye club. Mimi sina hivyo vitu. Mimi naimba muziki, nikitoka nimeenda kuwafanyia burudani watu wangu ambao wanashabikia, nikirudi nyumbani. Lakini pia hongera ma... pia sana make, kuna picha moja niliona ukiwa umeenda na mama nyumbani nasikia umejenga nyumba nyumbani, bwana, hongera sana, hongera <laughs> sana Kesa, na hiyo ndio maana kubwa, kijana kupambana. Msanii kama wewe lazima upambane, lazima ufanye vitu kama hivyo, ndio labda. <laughs> La cha mwisho ambacho sijakuuliza, na ungependa mpenzi wa watazamaji, mfuatiliaji wa Ropai Online TV akisikie kutokea kwako, mwambie. Ah, uh, mimi kwanza kitu ambacho napenda kuambia kwanza niwaambie wasanii wa wenzangu, naombeni Jumamosi wote tujitokeze molo huo, lakini pia sasa hivi ndipo tunaanza ratiba ya performance ya Jumamosi. Tunataka tu, tu, tuvunje mazoea ya klasiku tufanye vitu professional mm-hmm. na ukiona mbaki imefika jumamosi yenyewe haupo kwenye ratiba. Hatutaki usumbufu wa mle ndani kumfuata DJ wala MC kutaka kuperform. Tunatangaza sasa hivi, kama kweli una unawa kunisupport na kuperform kwa mashabiki zake, naomba sasa hivi wafote wahusika ambao wameandaa event kwa ajili ya kupata nafasi ya kuperform kwenye hii show kubwa ya kufunga mwaka. Hakuna show nyingine kubwa ambayo itafunga mwaka nje na hii show ambayo inafanyika. Hmm. Na kama unaona kunipata mimi ni vigumu, una namba yangu. Njoo tu moja kwa moja hapa online TV, Ropai Production, njoo studio. Mwambie tu mimi nataka kuperform Jumamosi. Mm -hmm. Wakupe confirm kama. Eh, confirm yeah. nini uwepo pale mm. -hmm. Ili tuepushe lawama za mle ukumbi. Unajua mimi kitu ambacho kinaniuzi na ni ndugu yeah. Ni ile event imeandaliwa. Mm -hmm. Wasanii wamefika. Muda ule msanii ametoka background anaanza kumtafuta MC, mm -hmm. kumtafuta DJ, mm. -hmm. andike jina hapa na perform. Sitaki hivyo vitu. Mm. Mimi nataka wasanii wote watakao perform Ijumaa wote wao kwenye listi ibaya, jina lake aitwe kuja perform tu, sio afike msanii ye mwenyewe ahangaika aende kwa DJ. mimi sitaki hivyo vitu okay, atuto kuwa mimi mm. naomba wasanii wenzangu kama mnanisikiliza tuache fitina tuache majungu tu, tuijenge sanaa yetu, tunyanyuke hapa tulipo, tuweze kufika sehemu mbali zaidi, kwa sababu majungu yatusaidia mm? fitina yatusaidia mm? na tukiendelea kufanya sanaa za kilongo tunabaki roho hivyo hivyo kila siku. Lazima tufuate wenzetu wanaendaje. mm. mimi nina experience kidogo nisha shiriki matamasha mbalimbali, matamasha ya nje. Mimi nishawekwa kwenye tamasha la Senzabika mm. Mario yuko ndani wasanii wakubwa wote na mabibi wako ndani na mimi niko ndani, wanaenda kwa ratiba mm. ushapewa ratiba yako kwamba oya Ropai mm. utaperform saa kumi na mbili kamili mpaka saa kumi na mbili na dakika ishirini Ikifika hiyo saa kumi na mbili na dakika ishirini ukifika pale hata kama kuna viti mm. kuna mwingine ashapewa ujumbe wake au ratiba yake dakika ishirini mpaka dakika 30 anaingia na ni msanii mwingine mm, wewe. Kwa, kwa ikishafika dakika 20 hujapata, unasubiria watu wafike. Ikifika hiyo dakika, ina mwingine kabisa kwa kuperform, na mwingine dakika 20 hiyo dakika 10 ni msanii mwingine, ukisema waingie, ikishafika dakika 10 ataingia kwa mlangoni <laughs> <ashaingia, laughs> yeah kwa hiyo wasanii wengi sana nikajua uelewa. Mimi nilikuwa na dakika kumi na mpaka dakika kumi na tano. Ni kweli kuna wasanii walifika pale hawakuperform na ni wakubwa. Mtu amefika pale yangu Ratiba yangu ni hapa na niambiwa kwamba nitapanda saa 10 na 40. Ngoja ndio. Bado upande. Kwa mimi ninachozungumzia wasanii wenzangu. Naomba ebu mtujaribu kummove kutoka hapa tulipo, fike sehemu nyingine. Mimi naomba Jumamosi tuishie tofauti. Okay? Kama kama umenisikia, lete jina tuweke kwenye ratiba mapema tuishie usumbufu. Kila kitu sound check tunafanya Ijumaa jioni. Jioni. Sure. Yaani nitangaze kabisa. Yeah. Ijumaa jioni kuanzia saa mbili kamili. Yep. Tuko nafanya sound check, wasanii wote ambao wataperform tunafanya sound check. Yep. So, so. check. Sawa sawa. so so, so. sawa. So. performance ambao wataperform tunafanya so. Nadhani wamekusikia wamehusikia K Sali. Ndio. Asante sana. Naam, pesa watazamaji na wafuatiliaji wa Ropai Online TV. Karibu kwenye kipindi cha mastori ni mov, eh, ambacho kinakujia wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV kupitia simu yako ya kiganjani. Ropai Online TV, jukumu lako ni moja tu, ni kusubscribe, like, share na comment Ropai Online TV. Hiyo ya mwisho kilikuwa ni kisanduku cha Ropai, lakini kipindi ni mastori ni mov, nikwambie tu bye bye.